huyu kweli nimemkomesha mimi, ndo kiboko yake, hatajua mwenye sikaenda wapi. Haya bibi wewe, kilichokufanya ukae hapa nyuma ulie kikubwa mno ni nini? Unaletea uchuro nyumbani kwangu eh? Hapa kuna msiba? Sinaongea na wewe eti, unanichukuliaje mimi wewe, mpumbavu mmoja wewe. Mimi huwa sikiliza, nikwambie. Siletwagi utani na vitoto kama wewe, si unanielewa? Napenda sana watoto wanaojichatua, mdogo wangu, utanyoka kuanzia leo. Ukizingua utapigwa kipigo wewe hautaamini kwenye maisha yako. Alafu msubiri huyo mjomba wako uone kama mimi nitamuogopa yaani, mmoja.

Amenipiga, amenipiga sana, piga sana, na amenambia mimi ni yatima. Kama ingekuwa amri yake, basi angenichukuza hapa. Hebu nyanyuka kwanza sana Sabina, huyo shangazi yako iko wapi? ameenda kisimani. basi nyemaa. Uh, usilie usilie na kuomba, futa machozi, usilie binti yangu, sawa. Maumivu unayoyahisi wewe Sabrina, mimi nayahisi mara tatu yake. Zubeda, kitendo alichokifanya leo atajuta katika maisha yake akiavu Akirudi huko kisimani, nitamfanya kitu. Zubeda atakuja kunijua mimi ni nani. Kwa ajili ya eh? kupige kaa kupiga kila siku, maana mpaka kwa kilio unacholia atakuwa amekupiga sana. Nyamaza, nyamaza, mimi leo nitamwonyesha. Sawa hapana, mjomba, mimi ni eli tu, nikiondoka, nimechoshwa na haya manyanyaso. A, manyanyaso amezidi sana au kwa sababu mimi ni yatima na ndo maana ananyanyasika hivi? mm -mm. Basi nyamaza, sab nyamaza, mjomba usifikie huko, hayo maneno unayoyasema utasababisha na mimi niliye sasa hivi hapa. Mimi nipo mjomba wako, huwezi kunyanyasika hata siku moja hakuna mtu yoyote ambaye anaweza akaondoa furaha yako. Alafu mimi nipo, nikawa namwangalia, mimi nitamshughulikia, sawa. Wala usije ukakaa ukakosa raha ukasema, si unaondoka, uondoke. Kama kuondoka, ataondoka yeye. Wewe ndio mwenye mji wako hapa. Kama kuondoka, ataondoka nani? Ataondoka yeye. Unataka kuniambia Sabrina, unipende siku hizi? Umpende mjomba, unipende, unanipenda? <coughs> Nakupenda basi. Na mimi pia nakupenda sana. Mimi hilo swala nitalifanyia kazi, nitalishughulikia. Hebu niambie kwanza, umekunywa chai? Hapana, bado. Yaani mpaka saa hizi hujakunywa chai? Ndio. Basi usijali. Sawa, wewe utaenda kutayarisha chai, mimi nitakunywa na wewe. maki atamia kwa nilikotoka, sijakunywa chai. Na hata hivyo, nimekuletea zawadi, nimekuletea kipande cha samaki tasi. Unapenda tasi? Sasa si hivyo bwana, umetabasamu kidogo. Eh? Hivyo ndo navotaka mimi, mjomba wangu, yaani wewe uwe una furaha aa, tuende kwana <laughs> kusubiri kwa, kwa hamu sana Zubeda. Hivi unaweza kunipa sababu angalau tatu? Ni kitu gani kilichokupa kiburi au nani alikupa mamlaka ya wewe kunyanyua mikono yako na kumpiga mtoto wangu tena <coughs> yani, tena afadhali Zubeda labda ungeishia kumpiga. Unamsimanga, unamsakama eti wewe yatima. Sio unaweza kukufukuza wewe, unaweza kumfukuza We umekuja katika hii nyumba, nimekuoa umemkuta, kuna mwenzako kama wewe, nilimpa talaka tatu kwa ajili ya kuninyanyasia huyu mtoto. Na wewe unakuja Kini... watakunipima mimi imani mm -hmm. wataka kula... unasemaje? Mume wangu, ungekuja taratibu niulize vizuri. Mimi nimemkanya tu kama mtoto, halafu <totipa> nikiwa mimi naongea, usifungue iki kidomodomo chako hiki, wewe ukawa naweza kunijibu? Jinga sana wewe <totipa> Nilikuwa, nilikuwa mtoto, nilikuwa tunaongea, nilikuwa mtoto. Unajua uchungu wa mtoto, wewe? Wewe ushazaa wewe? Zaa basi wako kwako, halafu umpige. Kama kuzaa rahisi, mjinga mmoja wewe. Ukome nakwambia, ukome kama ulivyokuwa maziwa la mamako, usirudie tena siku nyingine kumpiga wewe. Lakini mume wangu, huyu ni kama mtoto wetu na... kakupiga haja kukanya kama mwa... alafu oh, naongea nimeshakwambia, sasa nataka uthibitisho hapa. Mwanangu kakupiga ka haja kupiga? Amenipiga sana huyo, yaani amenipiga mpaka kwa kufa Amenipiga y asubuhi, ameniambia ya, mimi yatima. Amenipiga amenipiga amenipiga afu anambia msubiri wa mjomba wako eh? msubiri wa mjomba wako. Chizi mimi ndo chizi? Hapana, mimi chizi? mimi chizi eh? <mimii> Pole sana mwanangu. Ndoa inahitaji uvumilivu, furaha, amani na upendo pia. Hivi kweli mwanangu unakubali kupoteza ndoa yako kwa ajili ya vitu vya kijinga hivyo? Kweli mwanangu? Mama, nimekuelewa. Lakini mama, kuna vitu vinazidi mama angu. Sabrina ananipelekesha sana mama. Mama. Sabrina ni mtoto mdogo lakini naishi naye kama mke mwenzangu mama angu. Ila kweli mama. Yaani dadangu mpaka anavyomwona hapa, yaani mpaka anakonda. Eh, dadangu kwani hapa umeua kwani wewe? Wewe, kama vipi rudi zako tu nyumbani? We? Shika adabu yako tena, kaa kimya. Nisije kusikia siku nyingine unamshauri dadako upuuzi kama huo. Kwa hiyo unamshauri dada yako achane na ndoa yake si ndio? Kama kweli unampenda dada yako mshauri akae kwenye ndoa yake, huo mimi ndio ushauri wangu. Kama hutoufuata shauri yako, ila kama ama utaufuata, hiari yako. Umenielewa mwanangu? Nimekuelewa mama. Kiukweli mimi na wasiwasi sana na mume wangu mamaangu. Mama, iwezekani mama, ampende sana Sabina kuliko mimi mke wake. Mama, eh? Mama. Mi nahisi huenda akawa na mahusiano ya kimapenzi na Sabrina, mama angu mama. Alafu kitu kingine, hata mke wake wa kwanza nasikia aliachana naye kwa sababu yake mama. Ni kitu gani hapo ambacho hatukielewi mama? Kwa nini mimi unielewi mwanao? Kwa nini mimi najieleza sana kwako kuhusu hili jambo, lakini haujali mama? Jomba kula makawtamjomba wapi? Nateremka tu barabarani, napita hivi kushoto, kwa kwa mama Mtega nimekuta na wakanga wa moto. Mjomba yangu wewe, ukila chakula kinaonekana kwenye mwili, kuna vitu vinaongezeka, mjombawe eh. <laughs> Bwana basi, mimi moyo wangu bora ikapika mimi <clears throat> Tamu. kupika najua basi na, kusema ukweli Zubeda kupika ajui, basi bora ingekuwa kwenye kupika tu yule, kila kitu ajui. Acha bwana, mtiani <coughs> ah, tu <laughs> mjomba, ndo nitafanyaje cha tikiti bovu lishakuwa shambani kwangu ila mimi mjomba, mjomba wewe fundi. Ah, sana. Zubeda mwanangu, yule ni mpwa wake na atabaki kuwa mpwa wake tu. Kwa nini unakuwa na mawazo ya kijinga namna hiyo? Mawazo potofu mwanangu. Kwanza huko ulikotoka umeaga? Hapana mama. Tayari ni kosa kubwa sana. Zubeda mwanangu, haraka sana, ebu inuka urudi nyumbani kwako, ebu acha mawazo potofu hayo. Hivi kweli uko tayari kuwacha ndoa yako kwa ajili ya hilo? Hapana mama. Sasa ebu nyanyuka haraka sana, urudi kwa mumeo. Wewe msindikize dada yako. Ole wako ukamshauri vitu vya kipumbavu. Uwache kabisa kumshauri vitu vya kipumbavu. Kama kweli unampenda dada yako, mshauri mambo mema, abaki kwenye ndoa yake. Hebu nyanyuka mwanangu, nyanyuka uende. Usifikiri sikupendi mwanangu, nakupenda sana. Usione hizi nyumba zimeficha mambo mengi sana mwanangu, umenielewa? Lakini nenda mwanangu Nenda mamaya, nenda nenda, mwanangu msindikize dada. Pindi nilipokuwa mdogo nilijua mapenzi ni furaha tu, kumbe ni tofauti. Mana kwangu amekuwa ni ushenzi, nakosa raha, ni mawazo tu nawaza nijitoma mahuti